Hiyo ni kile cha kwanza. Hii bunge ni bunge letu, na kama hii bunge ni lenu, mnafaa nyinyi kama wanajakaranda ambao mnasimama hapa mpate haki yenu kikamilifu, kwa sababu nyinyi wenye bunge. kwa sababu hata mimi nilikuwa hapa nikatolewa, si ndio? na nika, kila kitu nilirudi nilirudisha. So hii pesa ya milioni moja nimeleta tatizo, si ndio? pesa ilichorwa

mjukuu target yangu ni milioni ngapi? Moja. Mos akakataa, jamaa akakuja Mos, wakaenda na mdosi, pesa imeletwa. Pesa ikifika Grisa muizi na Ndere akatuma SMS bila Umos kujua, akaleta watu wake ambao pia walikuwa walimsaidia kuiba pe. pesa So Moses kusuka Christmas anaona watu wengine ambao tafuta ambao kwa naye. Wakaambia Moses weka pesa juu ya meza hatuwezi ongelea Kenya ambao tuone tu kwa sababu pesa ilikuwa kwa bank. Pesa ikawekwa kwa meza elfu mia tisa. Wakauliza Moses wali rais. Moses tukupee ngapi. Moses akawaambia Kenya mtao mtaona. Waka propose elfu mia ngapi elfu mia nne. Moses akasema hiyo ni mingi. Wakasema elfu mia tatu sawa. Elfu mia tatu Moses akatoa 75000. Kupea watu wa waka mbaale panga mbaale wenye nani? Okay, walikuwa security kutoka hapo. Omoza amebaki na 225, so ndugu yangu, elfu mia sita iko wapi? So hizi story mingi, kupia kona, sijui nini mefanyika, sijui nani amefanya. Omoza aliwapigia hao budget. Unga ilikuwa nanunuliwa unga ya zaidi elfu mia ngapi? Na si unga ya 150, si unga ya 70, ile ile ya kupea nguruwe, unaleta hapa jana ya yeah, yeah, yeah. ilikuwa ni unga ya 150 <laughs> na unga ya chapu <laughs> kama ni pembe ama soko ama ja yeah. So mtu anakuletea unga <coughs> ya 70 bob, <coughs> unga ya kulisha nguruwe, ngurue lera kuambie ametumia 200, 200000 pili ilikuwa na baki Another 200 shilingi ambayo ilikuwa inalisha watu 200, ambani shilingi 500 500 kwa mtu. Kuna mtu amepata 300? Hakuna. Kuna mtu amepata shilingi moja? Hakuna hata unga. Mimi yes. Nataka kusema hivi mimi, nataka kusema hivi ya kwamba almost ni mtu wa serikali sindio? Mimi sio mtu wa serikali sindio? na mimi huona support jamaa kwa sababu jamaa anatoka kwetu so Pesa ililetwa na serikali si ndio? Yeah. Kwani kuna mtu anaweza shinda serikali Kenya? Yeah. Kuna mtu anaweza shinda serikali? Yeah. Mtu yeah. Watafuta hadi hadi kwa hiyo ndio sababu kwa yeah. Saa yeah. Hii walipanga mbao jambo wakiambia Moss ati Moss ameiba pesa. Plan hao jamaa walikuwa wanataka kutoa Moss kwa sala. Hiyo ndio ilikuwa yeah. tagi. Haikuwa tagi nyingine. Hizi Is, hizi unaona yote ilikuwa mjukuu amepea 50 ndio msikie mjukuu amekula 50. Kabla oh, amekula 30, kama 30. Kama ndio mjua wao kumbe watu ni wakoro. Omoza amekula mia nne, simuniambia jana Omoza amekula mia nne. Si hapa ndio mtu alikuwa anapiga sore Omoza amekula mia nne. Hey, ndugu yangu Omoza kwa nani sio mjinga? Tukicha tukifanya uchaguzi kwa hii bunge, tuwaje kuchagua kisungu, tuchague connection kama au sikasudi. Bwana Omoza ana connection. Hey. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Friend, mimi nimekuwa hapa within 6 months kama speaker. Nina nimeleta viti 50 wapi kwa timu ya nyonyi Westland. Kama mimi nimeleta viti 50 kwa timu ya nyonyi kwani mimi sikuwa na tumbo ya kukula hiyo pesa? Endelea mlete nini? Hakuna my friend. So sisi kama tuweke oda, chukua oda tu, kwa sababu hii solution zote tuko nayo solution, lazima tupate solution la tatizo la bunge la mwane jakara ya karanda. So kama mimi kama former, former speaker nimeleta fiti hamsini, nikaleta dry, dry nilipea wanawake. Hata bibi yangu anafanya kazi ya saluni sikumpea, nilipea kinachi dry. Kwa kwanini mi sikuiba iyo dry nipereke bibi yangu? So randere ni muizi majonia tea ni jambasi ni sai <laughs> Wanaenda. So, Daniso kenyewasema ya kwamba hakuna chaguzi ya 2026. Uchaguzi inafanywa Desemba 2025. Hizo yeah. Stori si mingi ya wajenga ya kutimwa. Uchaguzi kama, kama, kama mama nachagua kiongozi wenu ao so, wacha tumpea naaa kuje kwa sababu hatutakubali jina ya watu kuharibiwa. Wewe naye utaongea hapa wewe.